E, dea, kuna maskauti hapa wanaona vile unavyocheza wanaweza kuchukua ucheze matimu kubwa kubwa nje ya Kenya na tunatia bidii ili uonekane. Michuano ya wanawake ya kufuzu ligi ya basketboli ya Afrika imeleta pamoja timu kutoka Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda na Burundi ikionyesha ukuaji wa mchezo huo hapa Afrika kwa wanawake. Hii mkutano wa East Africa tuna players wengi tunawa tuwengi, tunawa okay, two, five, fumi, Manaki, tuna watu wengi tunacheza basket. Ukiona zingine competition zone 2 wanachezani waine zone 5 tuko wa 19 kila siku tuna timu mingi, maanake tuna talent, tuna wanawake wanacheza basket, na hiki kitu tunapaswa ki push anytime tupate wengine wapya kama tunaweza pata wafadhili au investors, ni ruhusu niingize mpaka serikali itujengee viwanja. Manake unaona kama football inakuwa sana kwa sababu kila mahali utaenda utapata football. I want to become a basketballer because I also want to promote my mom's legacy and um, to show that women can do anything. Kutoka Nairobi hadi Afrika. Ndoto hizi ndizo zinazojenga kesho ya mpira wa kikapu wa wanawake.